Leo ni eh, Oktoba 20, siku ya takwimu duniani ambayo huadhimishwa na hasa lengo ni katika kupanga na kufuatilia uh, maendeleo ya kijamii na kutambua umuhimu wa takwimu katika masuala ya kiuchumi, kimazingira pamoja na kijamii, na kwa mwaka huu kauli mbiu ikiwa inasema takwimu na taarifa bora kwa kila mtu. Na katika kuzungumza hili na kufahamu mengi zaidi, naungana sasa na Mkurugenzi wa Uratibu tafiti na shughuli za kitakwimu Emilian Karugendo akiwa kule Dodoma. Habari na karibu sana. Nashukuru sana. Naam, asante kwa kuungana nasi, na kwanza ufahamu zaidi kuhusiana na siku hii ya takwimu, kuna umuhimu gani hasa katika kuiadhimisha? Uh, siku hii ni muhimu kuadhimishwa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunazalisha takwimu bora na kwa ajili ya matumizi ya serikali, wadau na wananchi kwa ujumla katika mipango kutunga sera lakini pia kufuatilia utekelezaji wa programu mbalimbali za kitaifa, kikanda na kimataifa ambazo Tanzania imeridhia. mm -hmm. Mara nyingi hufanyika uh, kila baada ya muda wa uh, miaka mitano ambayo uh, ndio hizi takwimu uh, zinafanyika hasa zile za ujumla za nchi. uh, kwa nini kipindi hiki uh, ambacho kimetengwa zaidi katika hili kimetengwa kipindi cha kila baada ya miaka mitano kwa ajili ya kuhakikisha tunakumbushana mambo mbalimbali kuhusiana na umuhimu wa takwimu eh, na umuhimu wa kuwa na takwimu rasmi zilizo bora kwa ajili ya matumizi kama nilivyosema hapo awali, lakini pia imewekwa hivyo kwa sababu kuna ile siku ya takwimu Afrika ambayo wazimishwa kila mwaka mwezi Novemba tarehe kumi na nane ili kuweka angalau nafasi kati ya ya maadhimisho ya kidunia na ya kitaifa, tuseme ya kila mwaka ambapo e, kauli mbiu ya ile ya maadhimisho ya kila mwaka kila nchi na inaweza kuyatoa kuweka katika muktadha wa nchi husika na kuweza kuzungumzia masuala ya kitakwimu katika nchi husika kwa wakati huo mm -hmm. Kwa mwaka huu uh, kauli mbiu inaweka mkazo hasa katika takwimu kuwa uh, na taarifa bora Uh, kwa kila mtu. Ni kwa namna gani hili limekuwa likidhihirishwa? Hili limekuwa likidhihirishwa kupitia uh, shughuli mbalimbali za kitakwimu ambazo tumekuwa tunafanya. Uh, wengi watakumbuka sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 lakini niseme kila mwaka Ofisi ya Taifa ya Takwimu ina ratiba ya kutekeleza tafiti mbalimbali mbali ambazo zinakuwa na mhimili unaotokana na sensa ya watu na makazi. Kwa hiyo kati ya sensa moja na nyingine kunakuwa na tafiti mbalimbali ambazo zinakuwa zinahusu masuala tofauti tofauti. Kwa hiyo hili limekuwa likitekelezwa kwa kuhakikisha tunazikusanya hizi takwimu, tunazichakata na kuzisambaza, lakini pia tunaratibu uzalishaji wa takwimu unaofanywa na taasisi zingine za umma na za binafsi au za kimataifa kwa lengo la kuhakikisha tu tuna takwimu ambazo ni rasmi zenye ubora ambazo zinaweza kutumika na serikali na wadau wengine. Umegusia hapo kuhusiana na uh, kutumika kwa tafiti ama takwimu hizi ambazo mmekuwa mkizifanya, na wakati mwingine imekuwa ni changamoto kuzifikia kwenu. Ni nini hasa ambacho mnafanya uh, ili kurahisisha uh, ufikiwaji pia wa hizi takwimu ambazo uh, mnakuwa nazo? Nashukuru. njia ambazo tunazitumia kuhakikisha hizi takwimu zinafikiwa na wadau, zipo njia tofauti tofauti. Ya kwanza ni kupitia tovuti ya ofisi ya taifa ya takwimu, lakini na za wadau wengine ambazo zinakuwa zina kiunganishi. Lakini pia uwa tu tuna njia ambayo ya asili ambayo huwa tuna ya kusambaza matokeo ya takwimu kila tunapoyakamilisha Uh, kupitia vyombo vya habari, kupitia semina, warsha na makongamano mbalimbali mbali, kwa ajili ya kutoa hizo takwimu, na katika kila tukio la usambazaji wa takwimu tuna kawaida tunawatumia tuna, tuna au tuatumia vyombo vya habari ambavyo vimekuwa vikifanya uh, jukumu muhimu la kusambaza taarifa kwa wananchi. Mm-hmm. Zipo pia uh, takwimu ambazo hukusanywa na wadau mbalimbali kwa malengo tofauti, na hasa kwa, kwa upande wenu NBS, kuna namna yoyote ambayo mnakuwa mnaratibu uh, ili kuleta uwiano wa takwimu ambazo zipo ambazo uh, nyie mmekusanya na hata hizi ambazo uh, wadau wengine hukusanya? Ni sahihi, na hilo lipo kisheria. Kwa sheria ya takwimu sura ya 351 Uh, imetupa jukumu la kuratibu uzalishaji na usambazaji wa takwimu nchini. Kwa hiyo kila mtu, kila taasisi inayotaka kuzalisha takwimu na kuzisambaza uh, uratibu wake unafanywa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Aidha, Ofisi ya Taifa ya Takwimu katika mazoezi mbalimbali mbali ya kukusanya takwimu tunashirikiana na wadau pia mbalimbali kuhakikisha kwamba takwimu tunazokusanya zinakidhi mahitaji ya wadau husika. Mm -hmm. Na ni kwa vipi ama utaratibu gani ambao wanapaswa kufanya uh, ili uh, kufuata hilo? Utaratibu upo kama nilivyosema, upo kisheria na kupitia mm -hmm. kwenye kanuni za takwimu uh, ilo ambaye anataka kukusanya, kuchakata na kusambaza takwimu rasmi anatakiwa uh, kumwandikia mtakwimu mkuu wa serikali akimweleza uh, lengo analotaka kulifanya kwa maana ya anakusudia kukusanya takwimu zinahusiana na nini, anataka kuzikusanya wapi, kwa maana ya eneo la kijiografia, anataka kuzitumiaje, atazitumia, atazikusanya kwa njia zipi, kwa maana ya methodolojia, na taarifa nyingine nyingi tu za ki, za kitaalamu tunazihitaji tuzipate. Alafu tunapitia yale maombi na tunaona kama kuna sehemu ya kushauri kuhakikisha atakachokifanya kinakuwa chenye ubora unaotarajiwa basi tunamruhusu. Kama kuna hitilafu tunamshauri, rekebisha hapa, rekebisha pale, ili uhakikishe kwamba unachokipata kinakuwa na ubora unaotarajiwa au kuwa na sifa ya kuwa takwimu rasmi. mm-hmm. Kile ambacho kinaelezwa katika utafutaji wa takwimu uh, ni gharama hasa uh, kuwa juu, na wakati mwingine kunakuwa na wadau ambao huchangia pia uh, ili kuwezesha uh, uh, shughuli ama zoezi hilo kufanyika na uh, hakikisha vipi haiathiri uh, zile tafiti ambazo zinakuwa zinafanywa hasa kama ni uh, mdau ambaye amewekeza katika kufanyika huo utafiti E, zisiweze kutoka tofauti na, na taaluma. Nashukuru sana, ni swali la msingi sana kwa kawaida yeyote uh, uh, labda niseme uzuri wa takwimu mm. Mbinu zake viwango vyake na mchakato mzima ni, ni, ni wa kimataifa. Hakuna mtu anayeweza kusema anakusanya takwimu kwa namna anayojua yeye mwenyewe e, kuna taratibu na kuna na methodolojia ambazo zinatambulika kwa kulingana na aina ya utafiti unaotaka kufanya. Kwa hiyo awe ni mdau ametoa pesa au rasilimali nyingine yoyote kwa ajili ya utafiti husika, anaelewa hilo kwamba takwimu anazozitaka zitakusanywa kwa, zita kwa methodolojia fulani zitachakatwa na kusambazwa kwa njia fulani kwa hiyo hakuna namna kwamba tu ata, atataka kifanyike kinyume na utaratibu. mm-hmm. Na kwa upande wa matumizi pia ya teknolojia umegusia hapo kuhusu mbinu tofauti za ukusanyaji wa takwimu na uh, kwa sababu teknolojia imekuwa ikikuwa, mbinu nazo zinabadilika. Uh, hili kwa kiasi gani uh, limeathiri shughuli ambazo mnafanya, uh, lime nisema limeathiri katika namna ambayo ni chanya yeah. Kadri teknolojia inavyokuwa, mbinu zinaboreshwa za ukusanyaji wa, wa takwimu na zana za ukusanyaji wa takwimu zinakuwa bora zaidi. Kwa kawaida, miaka ya nyuma tumekuwa tunatumia makaratasi katika kukusanya takwimu au kukusanya taarifa lakini sasa hivi tunatumia njia tofauti tofauti. Kuna ambazo bado zinahitaji matumizi ya karatasi ni chache, lakini ku, kwa sehemu kubwa tunatumia teknolojia za kisasa zikiwemo vishikwambi, simu janja, e, kupitia tovuti na njia nyingi tofauti, tofauti ambazo zinatuwezesha kupata takwimu kwa namna ambayo ni rahisi na ya haraka. Tukumbuke pia umuhimu au ubora wa takwimu unaangaliwa katika vigezo vingi. Kimoja hapo ni upatikanaji wa takwimu kwa wakati. Kwe, kwa hiyo kwa matumizi ya teknolojia yanatusaidia katika hilo, kuhakikisha takwimu tunazikusanya na kuzisambaza ndani ya muda mfupi tangu zimekusanywa, kama ilivyokuwa kwenye sensa ya watu na makazi ambayo tulifanya uh, mwaka 2022 ndani ya miezi miwili mitatu ya mwanzo tulio ya tangu tu tulipoanza zoezi la kusanya takwimu kulitoa matokeo ni kwa sababu ya matumizi ya teknolojia. mm-hmm. Na wakati huu ambapo, uh, kuna teknolojia lakini, uh, kuna uh, kiasi kikubwa cha matumizi ya taarifa huko mitandaoni, uh, wakati mwingine uwezekano, uh, pia wa kuwa potofu ama sio sahihi upo. uh, Kwenu NBS uh, mnafanya kazi gani hasa kuhakikisha uh, kunakuwa na usawa ama uh, taarifa sahihi ambazo zinatolewa ama kuhakikiwa? Tunachokifanya kwa mujibu wa sheria ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu ni, ni kutoa ufafanuzi pale ambapo takwimu zinazosambazwa zinapotoshwa au ni kutoa e, ufafanuzi e, kwa takwimu ambazo kama takwimu zinasambazwa ambazo e, ukusanyaji uh, wake au zilikusanywa kwa kutumia mbinu ambayo sio sahihi kulingana na aina ya zile taarifa. Kwa mfano, nitoe mfano wa tafiti uh, za masuala ya afya kwa mfano mm. Huwezi uh, ku, ku, kumpima mtu au kuchukua takwimu kwa kusema kutaka kujua kwamba huyu mtu ana malaria au anaena ugonjwa fulani kwa kuongea naye tu maswali, ukamuuliza basi ukaishia hapo. Aina ya utafiti huo unaweza ukakuta unatuhitaji kuchukua sampuli ya labda ya damu na, na, na, na kwenda kuvipima maabara. Kwa hiyo yeyote atakayesambaza takwimu tu lazima aeleze methodolojia aliyotumia kukusanya zile takwimu. Ni kutoka kwenye ile methodolojia unaweza ukasema, ah, huyu anachokizungumza ni sahihi au kulingana na anachokizungumza. Je, sampuli ile aliyoitumia kufanya ule utafiti ni wakilishi au e, si wakilishi? Kwa hiyo Ofisi ya Taifa Takwimu inatoa ufafanuzi na kujaribu ku kuhamasisha matumizi ya takwimu ambazo ni sahihi na ni rasmi zinazotolewa na kuratibiwa na Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Mm-hmm. Kwa mwaka huu 2025 zipo tafiti gani ambazo NBS na, uh, imefanya ama inatarajia kutoa? Mwaka 2025 NBS inatekeleza tafiti kadhaa ikiwemo tafiti wa wa nguvu kazi kuna utafiti wa masuala ya kilimo, mifugo na uvuvi, lakini kuna tafiti zingine za masuala ya uwezo wa wananchi katika masuala ya kifedha na nyingine nyingi, na zingine ambazo tumezitoa mwaka huu zipo kama ah, ambazo zinaendelea zinaendelea kukusanywa, ni utafiti wa mapato na matumizi ambao utafiti ule huwa unatupatia taarifa na viwango vya umaskini kwa nchi. Kwa hiyo, tafiti tunazo kadhaa zinaendelea. Kuna zingine ambazo huwa zinafanyika kila mwezi, zingine zinafanyika kila robo mwaka, zinafanyika kila nusu mwaka na mwaka. Kwa hiyo, za kila mwezi ni kwa mfano wa, wa tafiti inayotupatia failisi za bei au mfumuko wa bei ambayo huwa tunatoa kila tarehe nane ya kila mwezi, kama ni siku ya kazi. Kama sio siku, siku ya kazi, basi siku itakayofuata baada ya hapo ya, ya kazi. Tunazitoa kila mwezi, lakini kuna takwimu za masuala ya uh, uchumi kwa maana ya pato la taifa ambazo huwa tunazitoa kila mwaka, kila nusu mwaka na kila robo mwaka lakini tunashirikiana na wadau mbalimbali, tunakusanya takwimu mbalimbali kutoka kwenye vyanzo vya kiutawala na ambazo tunazitoa kila mwaka, na zingine tuko kwenye mchakato wa kuona kama tunaweza ukaa tunazitoa kila mwezi. Kwa mfano takwimu za mambo ya uhalifu ambazo tunashirikiana kwa karibu na jeshi la polisi, ambao huwa wana kutoka kwenye rekodi zao za za kazi zao za kila siku, zile takwimu zinaweza zikazalishwa na tuna uwezo kuzitoa hata kila mwezi. Tuko kwenye mchakato huu wa kuona, je, tunaweza tukazitoa kila mwezi, lakini kila mwaka angalau hiyo ripoti huwa inatoka, na sasa hivi tunavyozungumza ofisa wapo kwenye mchakato wa kuchakata taarifa kwa ajili ya mwaka huu. Mm-hmm. Na kwa upande sasa wa utaratibu mfano labda wa mtu binafsi ama vyombo vya habari kutaka kuzifikia hizi, uh, ama kupata hizi tafiti ama takwimu ambazo mnafanya uh, anatumia uh, utaratibu gani kuzifikia? Utaratibu wa kuzifikia ni nyingi. Utazipata kwenye eh, tovuti ya Ofisi ya Taifa ya Takwimu. Tunapotoa taarifa hizo tunaziweka kwenye tovuti lakini tuna kwenye mitandao ya kijamii tuna akaunti kwenye kwenye mitandao ya kijamii kama kama Facebook na, na, na nyinginezo uh, tunatoa taarifa kule, lakini pia kupitia jumbe fupi za, za simu za mkononi mtu anaweza ku, kupata taarifa za kitakwimu. Mm -hmm. kwa mwaka huu uh, maadhimisho yanafanyika kule Arusha. Nini hasa ambacho uh, melenga kuelimisha na kufikisha uh, kwa umma. Niseme maadhimisho ya mwaka huu hayana sehemu, yani hatuazimishi kwenye tuseme tunaazimishia eneo fulani mm. E, mwaka huu tunafanya kwa njia hii kama hii ya kuongea na vyombo vya habari, lakini pia tuna semina za mtandaoni. E, kwa leo kuna semina ya siku nzima. Ina, imeandaliwa na kamisheni ya, uchu, ya Umoja wa Mataifa kwa uchumi wa Afrika UNECA. inia, itaendelea kwa masaa 24 lakini tunaendelea kutoa elimu mbalimbali mbali kwa wananchi na wadau wote wanaofika katika ofisi zetu. Kumbuka tuna ofisi zetu nchi nzima, kila mkoa na makao makuu hapa Dodoma. Lakini pia e, tumeandaa semina pia ya mtandaoni sisi wenyewe ambayo tutaifanya siku ya Alhamisi E, tarehe ishirini na tatu kwe, kwa kama saa moja saa moja na nusu kuanzia saa nane mchana itakuwa inazungumzia masuala mbalimbali yakiwemo masuala ya sekta ya kilimo na masuala ya uh, uhamaji. Mm-hmm. Asante sana uh, Emilia, na wakati tunakamilisha ni upi wa uh, ujumbe wenu? Ujumbe wa Ofisi ya Taifa ya Takwimu ni kuendelea kuwahimiza na kusisitiza wananchi na wadau wote kutumia takwimu rasmi katika mipango yao katika program zao za kila siku, lakini pia tunaendelea kuwasihi wananchi kutoa ushirikiano tunapokuwa tunakusanya uh, takwimu mbalimbali. Unakuta wakati mwingine tunatumia simu za mkononi tunawapigia uh, wakati mwingine wanakuwa na kidogo na, na kusitasita kwamba inawezekana huyu anayepiga simu sio mtu halisi, labda ni tapeli. Lakini pia tunapokuwa na mazoezi ya kukusanya takwimu ana kwa ana, tunazidi kuwasii wananchi waendelee kutoa ushirikiano, kwa sababu tunapokuwa tunafanya mazoezi hayo tunaambatana na viongozi wa serikali katika eneo husika, lakini tunakuwa na vitambulisho. Mtu akiwa na mashaka anaweza kuwa, kuomba kitambulisho akakiona lakini pia tunatoa hata taarifa zaidi kwa maana ya vitini kwamba kama kitambulisho changu, ukiamini mimi, uniamini, umwamini serikali, kiongozi katika eneo lako, piga simu namba fulani, ulizia kama kuna zoezi kama linaendelea ili kwenye eneo husika. Kwa hiyo ni hivyo. mm-hmm. Shukrani sana na nakutakia majukumu mema. Asante sana nawe pia. Nam ni mkurugenzi wa uratibu utafiti na shughuli za kitakwimu Emilian Karugendo akitueleza kuhusiana na siku hii ya Oktoba 20, ambayo ni siku ya takwimu duniani.